Ndugu e, zangu wa Tanzania leo ni siku nyingine tena ya tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. E, ni takriban ni siku chache zimepita e, siku mbili tatu hivi zimepita e, baada ya kusikia taarifa kwamba Jenista Mhagama amefariki dunia. Jenista Mhagama alikuwa waziri katika nafasi katika wizara mbalimbali na amekuwa chief whip kwa muda mrefu, lakini vile vile amekuwa mbunge backbencher kwa muda tu, na amekuwa mbunge kwa muda mrefu toka elfu mbili mpaka elfu mbili na ishirini na tano Sasa alikuwa na miaka ishirini na tano akiwa bungeni, lakini manaka alikuwa ni senior, mbunge wa senior kabisa. Kifo chake kimekuwa na utata mkubwa e, maana kimekuwa ni kifo cha ghafla, tujaambiwa kwamba anaumwa na nini, lakini mara ghafla tunamuona waziri wa afya anazungumza kwamba eti Jenista Mhagama ali, ali baada ya ushindi wa kishindo kwa mjibu wa yeye sasa, kwamba alidondoka. Kwa hiyo ali amekuwa akiwaza akiwa anafikiria e, kuhusu ushindi ule anadondoka. Sijajua kama ni essence hii inamaanisha nini, lakini kwa mimi nikawaza mbali sana na nikaja nakahistoria kidogo kwa maana ni matukio mbali mbali. Katika matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika hichi kipindi cha miaka mitano na wabunge walivyofariki katika utata na namna hiyo, unakumbuka elfu mbili na ishirini na moja mwezi Septemba eh, tarehe ishirini na nane mbunge Ole Nasha William Ole Nasha mbunge wa Ngorongoro ambaye alikuwa naibu waziri wa, wa, wa, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu alifariki ghafla, alifariki dunia e, lakini baadaye e, tukaona eviction ya wa, ya wa Maasai kutoka kule Ngorongoro. Inawezekana labda kulikuwa na ajenda ambayo ilikuwepo, labda huyo Ole Nasha akashirikishwa, akagoma, akaona kana kwamba labda anataka kuleta mgomo kwenye kwenye Masai kwenye maslahi ya wale watu wachache wale wal e, lazima tutafakari kwa namna hiyo, kwa sababu tu ghafla tu alivyoondoka Ole Nasha, mpango wa kuondoa Wamasai ukawa ukawa mkubwa sana na hatimaye hata yule mbunge aliyekuja kuchaguliwa na wananchi naye nafikiri aligomagoma naye alishughulikiwa kwa namna yake ya pekee. Tuliona hali ilivyokuwa Ngorongoro. E, Wamasai wale wanahanga, wanahangaisha wanahangaika walikuwa kama vile wakiwa kelele za wananchi e, nikiwemo hata mimi mwenyewe e, tulipiga kelele, hatimaye watu wa Ngorongoro watu wakaachwa, lakini lile jambo liliachwa e, katika muktadha mwingine mkubwa sana, kwa sababu baadaye tulikuja kuona huyu huyu waziri ambaye ni waziri wa afya alikuwa, alipokuwa waziri wa Tamisemi akazungumza aka swala zima la kufuta vijiji vya Ngorongoro. Mnakumbuka attempt ya kufuta kabisa vijiji vingi vya Ngorongoro na huduma za wananchi wale wa Ngorongoro zikasitishwa. Kwa maana hiyo, unaweza ukaona, kwa hiyo ina maana kwamba inawezekana labda kuna ajenda za watu fulani katika kundi fulani la watu wana ajenda zao eh, katika lile eneo la Ngorongoro, ndio maana wakafanya hayo waliofanya, nguvu kubwa ikatumika kwa ajili ya kuondoa lakini vile vile nitawarudisha historia nyingine e, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kule Mbarali, mbunge wa Mbarali, Francis Mtega a e, ndani ya bunge aliibua hoja nzito sana mpaka akalia bunge likatoa machozi, lakini e, hakukuundwa kamati by the way, yakatolewa tu ma maagizo. Waziri mkuu akaagiza waziri waliyekuwepo, waziri huyo wa maliasili ambaye ndio huyu, huyu waziri wa afya, waziri wa maliasili. Wakaunda alafu akaja kukilia bungeni kwamba ulikuwa ni upotoshaji, lakini kabla ya kukilia kwamba ni upotoshaji, mbunge Francis Mtega aligongwa na pawatila. Unakumbuka alipata ajali ya pawatila kule kule Mbarali? Mnaweza mkaelewa kwamba pawatila linamgonga mtu anakufa. Sijajua kama mnanielewa. Mnanielewa? Yani neno pawatila likamgonga mbunge yule akafa. Lakini alichokuwa anakisimamia nini? Alikuwa anasimamia maslahi ya wananchi wale watu wa nani, wa, maslahi ya watu wa, wa Mbarali, ardhi yao, watu wamefukuzwa kwenye maelezi maele, ma, ma, ma yao, watu wamepigwa risasi kwenye yale maeneo, alafu waziri tu anakuja kukanusha tu kirahisi tu, na wabunge wakashangilia. Mnaweza mkaelewa? Maana yake, maana yake alikuwa anapigania, kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa na siri nyingi huyu mtu alikuwa na siri nyingi za nani waliokuwa wanahusika katika swala zima la mauaji yale. Sasa ili kusudi siku moja anaweza kujisawa akalizungumza, au akapeleka mahakamani akawa shahidi akajua, kwa hiyo wakaamua, na labda ikatokea kwamba ili tumuondoe huyu, ili kusudi kuzima kelele, wakaletwa bahati ndingo yule, ndio mbunge sasa. Umeelewa vizuri, labda ni mtu wao, satujui, lakini sasa juzi kati hapa tumeshuhudia baada ya uchaguzi watu wamekufa, wameuawa, wapigwa risasi. Waziri aliyekuwa waziri wa afya alikuwa ni huyu huyu, Jenista Mhagama. Jenista Mhagama huyu ndo alikuwa waziri wa afya. Maana yake ni kwamba inawezekana kwa namna moja au nyingine, si si si, inawezekana kwamba taarifa zote za watu waliopelekwa kwenye masepitali waliwaliouawa wakapelekwa kule anazo, kwa sababu yeye alikuwa ni waziri wa afya. Kwa hiyo kwa sababu amekuwa waziri wa afya, kwa sababu waziri unakoma baada waz, ya rais ku, ku, ku, kuapishwa. Sasa alikuwa hajaapishwa, alikuwa ni waziri. Kwa hiyo kwa hiyo anajua ta, anazo, alikuwa ta, nazo taarifa zote za watu wote waliopigwa risasi wao waliokuwa waliokufa walio kipindi cha cha uchaguzi, kwa sababu alienda hospitali na kupelekwa hospitalini, lazima uandikishwe. Kwa hiyo ina maana labda labda kuna moj, kuna mazingira labda aliz, ali, labda katika kupiga piga story na watu akajisahau, labda akasema kwamba mimi ninajua taarifa ninazo, labda alijisahau akasema hivyo. Labda nafanya assumption kwa sababu hatujui eh, lakini kuniambia kwamba eti na nili imekuwa hivyo hapana. Lakini swala tu la kujiuliza vile vile vya, angalieni viongozi viongozi tu walio waliotemwa kwenye baraza la mawaziri juzi kati hapa. Tumemuona Selemani Jafo. Selemani Jafo huyu alikuwa ni waziri wa mambo ya nini? Ya uwekezaji. Yaani mambo ya biashara. Huyu Selemani Jafo maana yake anajua wafanya biashara wazuri na anajua wafanye biashara wa ovyo. Sasa hatuwezi kujua kwamba hawa wafanya biashara wanafanya wanafanya biashara halali au au haramu, hatujui. Sasa kwa hiyo, na maana kwamba inawezekana naye anajua siri nyingi. Kwa hiyo, akaamua labda kumtoa naye aji, ajiangalie nyendo zake. Tuna kulikuwa na waziri mmoja anaitwa waziri wa, wa mali asili huyu Pindi Chana e, naye e, na e, ame, ameondolewa kwenye baraza la mawaziri si mnakumbuka e, e, ni anajua mikataba mingi iliyosainiwa katika, katika katika katika ile eneo lile la mali asili, lakini tulikuwa na, na waziri anayehusika na mambo ya nishati Mnakumbuka waziri anayehusika na mambo ya nishati? Nani, swala zima la nishati unajua kwamba ni, ni, ni swala ambalo lina lina utata mkubwa na asilimia kubwa e, nishati hii imemilikiwa na, na, na, na viongozi wachache. Kwa hiyo anajua mikataba ipi iliyoko katika wizara ya nishati imesainiwa inahusu nini? Umeelewa vizuri? E, kwa hiyo labda wanaamua kufanyaje? kum- kum-, kum terminate lakini vile vile kuna kuna mawaziri kibao sasa. ma masuala kama haya ndio nataka nataka na, na wewe mtanzania mwenzangu utafakari kwamba nini kinachoendelea, nini kitakachoendelea katika haya mambo. Tumemwona, tumepata taarifa, kuna Godfrey, nini nini, Geoffrey Mwambe huyu alikuwa ni waziri wa uwekezaji. Alikuwa ni waziri wa uwekezaji maana yake investment zote alikuwa huyu, ndio alikuwa ni custodian wao, alikuwa anajua wawekezaji wapi wazuri na wawekezaji wapi ambao ni matapeli wamekuja katika nchi. Inawezekana labda katika namna moja au nyingine akawa ana siri nyingi, lakini vile vile tukumbuke, polepole amezu, ametoa siri nyingi ya, ya ambayo tulikuwa tusijui sisi, mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui sisi, yuko wapi tunaelewana si tunaelewana vizuri. Nilikuwa na, na, nataka nijaribu ku, ku, kutoa tu mtazamo wangu na tafakuri tutafakari kwa pamoja. Lakini lakini Watanzania oh, hichi kipindi ndio kipindi ambacho tunatakiwa kushikamana zaidi kuliko kipindi chochote. Tukifeli kushikamana, tukiweke tukiletewa unanini mambo ya, ya kuta, kutawanya tawanya kwa makundi ya kidini na makabila au na ukanda tukitenganishwa tuki katika misingi hiyo, wenzetu tutawapa nguvu zaidi, kwa sababu watakuwa wameshashinda vita ya uchumi. Vita ya uchumi siyo vita ambayo inahusu maskini, vita ya uchumi ni vita ambayo inahusu. Lakini vile vile niwakumbushe, muulizeni Kigwangala. Kigwangala alizungumza alitoa alitupa kodi wananchi kwamba kuna mawaziri na kuna viongozi wakubwa waandamizi wa serikali wana, wana magorofa yao kule Dubai na South Africa. Alirudi bungeni, waulizeni watu akina ole Sendeka waliokuwa na hoji maswala wamerudi bungeni, waulizeni akina Mpina waliokuwa na hoji maswala mazito ya kinchi wamerudi bungeni. Waulizeni wale, akina nani, wale alikuwa nani akinalika e, yule mbunge wa Kilosa, si Kilosa. Eh, nani yule Kunambi eh, walikuwa wanajaribu kuhoji masuala mazito wamerudi bungeni. Hayo ndiyo masuala ya msingi ya kufikiri. Sasa Ndugai, kifo cha Ndugai kilikuwa na utata, mnakumbuka? Sasa haya mambo, haya mambo haya jamani, tunatakiwa tufikiri tu, tu yani tu yani, si tufanyeje yani, tumuombe tu Roho Mtakatifu, Mungu aingilie kati hapa katika nchi hii kuinusuru, kwa sababu hata Kauli nimesikia kauli ya Emmanuel Nchimbi anazungumza kwamba swala zima la udini, watu wanaingiza udini eh, au wanaingiza mambo ya ukabila, wanaingiza mambo kama hayo. Baada ya muda mfupi, nchi hatutakuwa na nchi. Ni kweli, nchi itakuwa haipo tena kwa sababu wananchi wameamka. Ukabila, tunataka tugawanywe na hao viongozi ndio wanao entertain mambo hayo ya kugawa kat, watu katika katika misingi ya dini ili kusudi tuwe weekend wao ende ili kusudi wao nafasi zao ziwe katika safe side. Mungu atupe macho, ya, ya, ya, ya, ya, macho ya, ya rohoni na kuyangamua haya. Sio mambo ya kawaida, sio mambo ya kawaida. Hata kifo kile kifo cha ndugu yetu Jenista Mhagama sio kifo cha kawaida. Kuna wengine wanatamani, wanazungumza lema alitabiri kwamba Jenista akiwa akikosa uwaziri, ata, ata, anaweza kufa haraka sana Hizo ni propaganda, hizo ni propaganda, na msihamishwe huko. Unyinyi wa Tanzania mnatakiwa muwaze nini kilichoko, alicho huyu Jenista Mhagama alikuwa nani kabla ya, ku, ya, ya kutenguliwa kuwa, kuwa waziri, kuwa, ku, kwenye baraza la mawaziri alikuwa nani? Ana siri gani? Anajua mambo, alikuwa anajua mambo gani? Mimi naishia hapo. Tafakari kwa pamoja. Mungu abariki sana. Mimi naitwa kijana Mzalendo. Asanteni sana ndugu zangu, muwe na siku iliyo njema.